Na, nasibu yes. Si mechi dakika mia <laughs> na themanini tunaenda kucheza mechi amazi msio okay, na wasiwasi tukimaliza mechi mnanihoji tena mtakuwepo, sio? Tunaambia coach safari imeisha, itaishia hapo, lakini safari haijaisha kwa sababu bado tuna dakika tisini nyingine. Naamini kabisa tunaweza tukafanya kitu. Safari nyingine, karibu. Kwanza, sikuwahi kusema kwamba hawatakuwa bora. Mimi najua na kama kuna mtu anapisha haya, lakini Azam wako vizuri zaidi ya KMKM, lazima ukiri na tume respect, na ndo maana tumecheza vile tulivyocheza, lakini nasema tena kwamba football inachezwa uwanjani. Wametufunga, tunakwenda chamazi kucheza nao tena mapema

zote zinatafuta washambuliaji, natafuta skora leo. Tuko na za deep defending, counter attack, utulivu lazima upungue kidogo, atukufanya attacking, uh, uh, uh, from the back kama ulivyokuwa unaona, lakini kila siku haya marekebisho tunafanya. Ndio mpira, kila siku makosa yanatokezea, mwalimu anarekebisha. Sawa, mwisho kama kuna tu ya unarekebisha vizuri tutacheza vizuri zaidi ya hivi. Kwa hivyo mazoezi ni basi, tutacheza tutajidai kucheza, kwa sababu kila game na approach yake. Unajua mechi ilikuwa na tension, wachezaji wetu sasa vijana bado, lakini naamini washacheza, washapata ile flavor. Kwa hivyo naamini kabisa Kumbe inawezekana hivi, kumbe inawezekana hivi. Japo nao wametusoma, lakini na laki sisi tunajua nini cha kufanya, cha kurekebisha all all, as, for me me for the go to go, goals lakini vile ninavyotaka mcheze. Tumecheza mechi tatu hapa na Djibouti cibuti mbili na Mlandege moja zote tumeshinda, kwa hivyo na wao wanza nyumbani mm. Na wao tufunge kwetu, kwa hivyo anything can happen, we'll try our best. cha nawashukuru mwalimu, asante. <laughs>